Habari ni wakati mwingine tena na wasaa mwingine tena, tunakutana katika mfululizo vipindi vinavyohusiana na teknolojia mbalimbali. Hii ni Shayia TV, karibu sana, na kukumbusha, kama wewe ndo mgeni kwenye channel hii au ndo mara ya kwanza kufuatilia channel hii ya Shayia TV, angalia chini ya video hii kidogo tu hapo, kuna neno limeandikwa subscribe limeandikwaje? Subscribe. Hebu gusa neno hilo mara moja tu, alafu angalia na alama ya kengele hiyo kwa hapo juu, hebu iguse nayo mara mmoja tu e. Kama umefanya hivyo, kwa kila video ambazo nitakuwa naweka kwenye chaneli hii au elimu ambazo nitakuwa naweka kwenye chaneli hii au mafunzo ambayo nitakuwa natoa kwenye channel hii ya Shayia TV, utakuwa unayapata haraka na mapema zaidi. Basi kama umefanya hivyo, hebu tuende pamoja. Tusipoteze muda sana bwana, leo mada yetu leo inasema jinsi ya kufungua laini iliyofungwa na matapeli. E, laini huwa zinafungwa na matapeli, au unaweza ukafunga laini yako mwenyewe bila wewe kujua, au mtu yeyote akaifunga laini yako bila wewe kujua, au ukakosea labda ukakliki baadhi ya kodi ambazo zitafanya laini yako iweze kufungwa. Sasa unaweza ukashangaa, mbona laini yangu haipigi simu? Mbona laini yangu haipokei call za aina yoyote? Yaani, haipokei simu zinazopigwa za aina yoyote, au wewe ukijaribu kupiga haipigi. Au unashangaa laini yako kila ukituma meseji haziendi na meseji zipo kibao kabisa yaani meseji zimejaa kabisa, lakini unashangaa laini haitumi meseji. Au unashangaa mtu yeyote akikutumia meseji analalamika huko, mbona meseji hazifiki mm? Au akikupigia anaambiwa simu la, a, namba hii haipo, lakini kwa ujumla namba ipo hewani kabisa. Laashangaa yeye anapiga anaambiwa namba hii haipo, maana yake laini hiyo imefungwa na matapeli. Maana yake labda wamekudanganya kliki kodi hizi e, bahati mbaya ukaklik au ukashangaa umetumia ujumbe kwa simu yako, alafu baadaye bila wewe kujua, ukashangaa uka piga kodi hizo naoni au wanashangaa utu nyuma wamepiga kodi hizo, labda upate kitu fulani. Sasa ukapiga, yaani umefanya bila ukujua, maana yake laini imekafungwa automatic na matapeli mm. Kwa hiyo sisi tunasema jinsi ya kufungua laini iliyofungwa na matapeli, mada yetu ndio jinsi inavyosomeka. Hebu tuende pamoja, kodi kwa ya kwanza kabisa ambayo utafungua laini iliyofungwa na matapeli. Maana yake zipo kodi nyingi hapa, nitataja moja badala nyingine. Kodi ya kwanza utafanya hivi, taenda ta sehemu kupiga simu ile ile sehemu ya kupiga kabisa, alafu ta click, taandika reli thelathini na tano nyota sifuri sifuri sifuri sifuri reli. Ukifanya hivi alafu utapiga na ok, mione umeona, jinsi mimi nilivyoandika. Hii ni kodi ya kwanza ya kujitoa au kufungua laini iliyofungwa na matapeli. Kodi ya pili reli tatu tatu nyota sifuri sifuri sifuri sifuri reli. Baada ya kufanya hivi, utapiga okay. Hii ni kodi ya pili. Hebu tuende kodi ya tatu. Kodi ya tatu, reli reli sifuri sifuri mbili 2 reli. Baada ya kufanya hivi utapiga ok. Maanake mfano utapiga ok kama hivi, itakuja utakuja sehemu kama hii, utachagua laini ambayo imefungwa sasa. Mfano kama mfuko wangu ni kuna Airtel na Halotel. Sasa wewe utachagua laini ambayo imefungwa na matapeli au namba ambayo imefungwa na matapeli, basi utakliki moja hapo. Mfano kama jinsi nilivyofanya hapa, naweza nikakliki labda Airtel eh. Hapa naeleza kwa vitendo, ni ni simple, ni rahisi kabisa. Kodi ya nne reli really, tatu tano au thelathini na tano nyota moja moja moja moja mione alafu reli e. hii ni kodi ya nne. Baada ya kufanya hivi, utapiga ok. Ushapiga ok, alafu utachagua laini ambayo imefungwa na matapeli au namba ambayo imefungwa na matapeli. Kodi ya mwisho kwa leo ni reli tatu tatu nyota moja moja moja moja moja alafu reli. Baada ya hapa utachagua, utapiga ok, alafu utachagua namba ambayo imefungwa na matapeli, ili uweze kuifungua. Umione kuna ugumu whatsapp. Bila shaka umeelimika, hamna ugumu wote na hii ni rahisi kabisa. Na kukumbusha, kama wewe ndo mara kwanza umeweza kutazama video hii au ndo u, u, umeanza kufuatilia chaneli hii ya Shayia TV, ili usio unapitwa na video ambazo nitakuwa naweka au na elimu ambazo nitakuwa natoa kwenye channel hii ya Shayia TV. Angalia hapo chini ya video hii kuna neno limeandikwa subscribe. Gusa neno hilo mara moja tu. Ukishagusa neno hilo itakurahisishia, kwa kila elimu ambazo nitakuwa natoa kwenye chaneli hii ya Shayia TV utakuwa unazipata haraka na mapema zaidi, au kwa kila ukiingia kwenye application ya YouTube, E, utakuwa unakutana na video ambazo nimeweka. Basi sina mengi na kutakia siku njema.